Asante, asante. Tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako asante sana kwa vijana ambao wamechukua muda wao kuomba kwa muda huu sasa hivi, wabariki kwa njia ya pekee. Tunapoenda kusikiliza neno lako Baba, tunaomba uandae mioyo yetu ili tuweze kuelewa, na haya maneno yaweze kubadilisha maisha yetu. Pia tunapojiandaa kwa ajili ya effort ya mchango wa hela Baba, tunaomba utusaidie uh, utusaidie tuitike kwa kwa mioyo yetu yote, tunaomba haya yote kwa jina ya Yesu Kristo amina, amina. Neno mm, letu la leo lina uh, linatoka katika kitabu cha Marko kumi na moja mstari wa ishirini na nne uh, na linasema kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote mnayoyaomba mkisali, mkiamini ya kwamba mnayapokea yapo, mna nayo yatakuwa yenu. Huu uh, mstari una tu, uh, hii wiki yote tumekuwa tukifunga na kuomba kwa ajili ya yetu ya mchango wa hela. Kwa hiyo hili fungu linatukumbusha kwamba Mungu anatuambia kwamba kwa sababu hiyo nawaambia yoyote mtayaomba mkisali na mkiamini yatakuwa kwa hiyo. Uh, hii wiki tumekuwa tukiomba maombi yetu, Mungu anatuambia kwamba tukiamini yale tunamwomba basi na, na, itakuwa kwa hiyo Uh, tunakumbushwa pia kuomba; tukiomba tuombe kwa imani, Mungu hujibu haja za mioyo yetu pale tunapomomba kwa imani. Fungu lingine linatoka Waefeso tatu ishirini inasema basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo, um, tuya au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Pia ili fungu linatuonesha kwamba kuna kuna vile ambavyo sisi tunakuwa tuna tunamwomba tuna, tuna, Mungu na tuna yaani, kuna mipango ambayo sisi tunaweka pengine labda tunaamini tuna, tuna, tuna, kwenye m, kwenye foti yetu ya mchango wa hela pengine tuta, tutabatiza watu ishirini lakini Mungu yeye tayari ana ana namna ambavyo ameshapanga kutufanyia au kutu kuchukua nasi katika effort ya mchango wa hela. Kwa hiyo ili fungu lenyewe hivyo hivyo linatukumbusha kwamba Mungu ni mweza wa yote, na hata sasa yeye ni beneza. Kwa hiyo pale tunapomwomba na tunapoamini yeye pia ana yale ambayo ameyapanga, ame mbele yetu ambapo sisi tunakuwa tuna, tuna tuna target tumeweka, lakini Mungu anavuka ile target ambayo tumeweka fungu lingine linatoka Kumbukumbu la Torati tatu kumbukumbu kumbu, la Torati thelathini na moja nane na, na, na mstari unasema naye Bwana, yeye ndiye atakaye ata, at, atakaye kutangulia atakuwa pamoja nawe, hata hata kupungukia wala kukuacha, usiogope wala usifadhaike. Pia ili fungu linatukumbusha kwamba Mungu yuko mbele yetu tu, kwamba tunatukua tusiogope tu, tu tu wala tusifadhaike mm, Yuma lote ambalo tutakuwa na hiyo effort ya mchango wa hela, Bwana atakuwa nasi, anatuambia tusiogope tu wala tusifadhaike, yeye atakuwa nasi kwa, kwa, kwa katika kila kila jambo na katika kila hatua, pale ambapo tutahisi kuchoka kufadhaika, anatukumbusha kwamba hatutuacha tutakuwa naye. Kwa hiyo pia tunakumbushwa kuomba, amin. Tunakumbushwa kwamba uh, Mungu bado ni mtawala katika kila jambo. Kwa hiyo tusiogope kwa chochote tunachokifanya na tuamini yale tulioyaomba, ili juma lote Mungu hatutupungukia wala hatutuacha mpaka tutapomaliza efuti yetu, hilo ndilo neno lake no. Uh, na mshukuru Bwana. Amina. Ningependa kuchukua nafasi hii pia kumwalika mtu yoyote mwenye nyimbo ambaye anaweza kutuimbia ili tuweze kufunga ibada yetu, mwenye nyimbo karibu, so... yeah. Yeah.

nihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Unihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Bwana, Bwana ndiye mchungaji wangu, sita sitapungukiwa na kitu katika malisho ya majani mabichi nilaza wana. Bwana ndiye mchungaji wangu sito sito pungukiwa na chokitu. katika malisho ya majani mabichi nilaza wana. Bwana ndiye mchungaji wangu sito sito pungukiwa na chokitu. katika malisho ya majani mabichi nilaza wana mwana ndiye mchungaji wangu, sita sitopungukiwa na chukitu katika malisho ya majani mabichi onelaza onilaza. Asante, ah, humba, asante kaka yang. Uh, leo tutakuwa na maombi ya fatayo ombi, uh, la kwanza kwanza, leo ataotoombea ni Baraka. Baraka atatuombea Mark William lotombewa, uh, na Mark, Mark William na Baraka. Uh, wataombea vitu vifuatavyo. Tumwombe Mungu akajitwalie mavuno katika effort lakini, na wote watakaoshiriki kwa namna moja au nyingine, wasitoke bure nao wakabadilishwe kama wakabadilishwe kuwa kama Yesu. Na ombi la uh, leo tutakuwa na ombi hilo tu labda kama kuna mapendekezo kuna vijana ambao wameomba tuwaombee. Yani, maisha ni magumu, hata sehemu ya kuishi ni shida, chakula ni shida hela, kupata hela ya ada ni shida. Kwa hivyo naomba tuwakumbuke. Mmenisikia? Ndio, ndio tumekusikia. William, Williams, Williams. Mac William, wewe utatuombea, utaomba -uta Mungu akajitwalie aka -aka mavuno katika efoti hii lakini na wote watashiriki kwa namna moja au nyingine, wasitoke bure, nao wabadilishwe kuwa kama Yesu. o utaombea ombi hilo ka tutakuwa so na waombaji wawili Baraka na William, karibuni. Tuombe. mtakatifu mtakatifu, Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa nafasi nzuri ambayo umetupatia wana wako kuja tena kujifunza neno lako na kutiana moyo. Asante kwa somo nzuri ambalo limewasilishwa na mtumishi wako, somo ambalo limetuhasa, limetutia moyo namna ambavyo tunabidi tutegemewe kwa namna ya maombi ili kwamba njia zetu na malengo yetu yaweze kufanikiwa. Lakini Mungu wa mbinguni, tunaleta kwako kwa maombi yetu mbele zako. Kabla ya yote, kwanza tunaomba utusamehe dhambi zetu, kubali kupokea toba zetu. Kuna wakati tumeenda kinyume na mapenzi yako kwa kunena, kwa kutenda. Tunaomba Mungu wetu, tusamehe. Mungu wa mbinguni, tuna ombi la baadhi ya vijana wenzetu ambao wanapitia changamoto za ada, wanapitia changamoto za makazi, changamoto za kupata chakula cha kila siku. Tunaomba ukasimame pamoja nao. Ni kipindi cha vyuo kufunguliwa na wanafunzi wengi wapo ambao hawana mkopo, tunaomba wewe ukafungue njia, kawasaidie waweze kupata ada, lakini fedha kwa ajili ya matumizi yao ya kila siku, ili kwamba maisha yao ya kila siku yaweze kuendelea. Na zaidi ya yote wazazi wao walezi wao ndugu jamaa na marafiki wanaowasapoti afungue milango kwa ajili yao, ili watakapofanikiwa katika shughuli zao waweze kuwakumbuka, kuwasapoti ili kwamba na wao watimize ndoto zao. Tunaomba kwa imani, tukiamini kwamba utatenda, katika jina la Yesu, amina, amina, amina. pombe tuo Mungu wetu, asante sana Bwana kwa wema wako na ulinzi wao umekuwa pamoja nasi toka asubuhi hadi muda huu mzuri. Bwana, umetupatia neno lako la uzima kutupitia mtumishi wako na madamu Lulu. Uh, umemtumia vizuri Bwana, pata nafasi nyingine ya kumtumia mtumishi wako. Neno lako la uzima limetusihi Bwana katika toba na pia kufanya kazi yako kwa juhudi na kutokukata tamaa katika maisha haya. Bwana, tuna jukumu kubwa sana mbele yetu Bwana, la kuongoa roho, na hapa Yesu alituambia kwamba uh, tuenende katika ulimwengu tukiwahubiri kwa kibatizwa na kuokolewa, lakini wewe ukasema kwamba uko pamoja nasi hadi ukamilifu wa wakati, au wakati au hadi ukamilifu wa dahari. Endelea kuwa pamoja nasi kwa nguvu zetu sisi hatuwezi, lakini tunachoomba kwamba Roho wako Mtakatifu aliye kiongozi na mwalimu katika maisha yako, kama tunavyoimba na kusoma neno lako Bwana, akaweze kutuongoza kila mmoja mwenye nia ya kufanyia kazi na hata yule ambaye anawaza Bwana kukwamisha kazi hii Bwana, tunaomba ashindwe, lakini nia yake igeuke kuwa baraka, kuungana na vijana wengine kwa ajili ya kupeleka neno lako la uzima kwa ili watu wako wakaweze kuokolewa. Na tunaombea watumishi ambao wataenda kunena na watumishi wako uh, kuna Pastor Elisha ambaye Bwana umemchagua kwa ajili ya kuakilisha, Bwana, neno lako la uzima ungetuma malaika zako kwa ajili ya kuhubiri hapo Bwana, lakini umemteua ili kwamba awe chombo kiteule kwa ajili ya watu kuweza kuokolewa. Pia kuna timu ambayo nayo imejiandaa sasa kwa ajili ya kwenda kupeleka vitabu na kutembelea maeneo hayo, kwa ajili ya watu kuwa kuandaa kwa ajili ya kuvunwa. Kwa hiyo ni muda wa kwenda kuvuna sasa matunda ambayo yata amesha ameshaandaliwa kama nilivyoambiwa, niombe kwamba kuna watu watavunwa sasa. Wengine wamekia neno lako la uzima kwa siku nyingi, lakini kwa sababu tu za shida za dunia zimekuwa kwao kwamba Bwana, na kwamba watu wako waweze kubatizwa na kukupokea kama Mwokozi wa afya mb. njema wao waamtia hali ngumu za maisha zao sio nzuri, ni na, kuungana na kuhubiri na, neno hilo, lakini hali zao sio nzuri. Ndani ya kanisa kuna watu ambao hali zao sio nzuri kiafya, hata kiuchumi pia, lakini tunakuomba ufungue milango ili kwamba Bwana tukaweze kuokoa kwa pamoja na tukiokolewa, Bwana siku utakapokuja Yesu mawinguni, tukawe kundi kubwa, tukishangilia tukisema, tazama huyu ni Bwana tuliye mngoja. Na tufilna programu kuitisha pale kanisani Mwenge SDA watu, uh, wote ambao watakaofika hapo, Bwana wabariki. Uh, wote ambao watakaoomba na watakaoombea na kila mmoja ukamjibu maombi yake sawasawa na mapenzi yako. Nayo sana mengi sana ya kuomba, lakini vijana tutie moyo, Bwana, pia Ona sasa, wengine tunakuwa wachache sana, tunajif, tunajisikia inferior sana Bwana. Kwa hiyo vijana na wengine wapatie moto wa roho wako Bwana, akawaamshi kuungana kwa pamoja. Tunashukuru kwa sababu tukiomba na kuamini, ni katika jina lako Yesu Kristo amina. Amina. Amina, amina. Mungu awabariki wote na mwe na mambo mema na kabasa.